fisa masuuli akishe mikopo iliyotolewa inarejeshwa kwa wakati kwa mujibu wa mkataba kati ya halmashauri na kundi husika. Sasa hapa ni maafisa maendeleo, hivi vikundi hivi vimevisajili kufanyia usaini na vinasia kwa mikopo kufuatilia ili waweze waweze, natoa wito kwa wakopaji wote katika mkoa wetu wa Tanga, kwanza wajiandae. Mikopo hii ni, ni huruma ya serikali lakini si sadaka wala sio ruzuku, inapaswa kurejeshwa. Kimsingi, kikao hiki kimekuwa na tija na manufaa makubwa, kwa sababu tumepata nafasi ya kuangalia mafanikio tulikotoka, tulipo, na mwelekeo wa serikali katika, uh, azma nzima ya kuweza kutatua changamoto za kiuchumi zitokanazo na makundi yao ya wanawake, vijana, na watu wenye ulemavu kupitia mikopo hii itokanayo na mapato yetu ya ndani, au kwa maarufu imeonekana kwamba inaitwa mikopo ya asilimia 10. Ni kwamba wajitokeze tunapotangaza lile dirisha la kutoa mikopo. Aa, lakini wakawe na miradi ambayo ni miradi sahihi kabisa ambayo inaenda kumabadiliko katika, katika maisha yao, kwa sababu kutoa mkopo ni jambo moja, nataka tuone tija ya mkopo ule.